Kylian Mbappe anafikisha jumla magoli 31 katika ligi kuu nchini Uhispania La Liga Santander baada ya kufunga magoli mawili ambayo ameipa ushindi Real Madrid katika mchezo wa ligi kuu nchini Uhispania La Liga Santander. Real Madrid walimkaribisha Real Sociedad. Real Madrid wakibuka na ushindi so, wa goli mbili kwa sifuri. Sasa rasmi mpaka sasa Mbappe ndiye mfungaji bora wa La Liga Santander akiwa na jumla magoli 31 akifuatiwa na Robert Lewandowski mwenye magoli 25. Lewandowski ana kazi kubwa ya kufanya ili kumfikia Kylian Mbappe. Anahitajika kufunga magoli sita katika mchezo ambao unakutanisha Athletic Club dhidi ya FC Barcelona. Akifanikiwa kufunga magoli sita, ndipo atakaweza kumfikia Kylian Mbappe, hapo sasa ndipo atakapoweza kumnyang'anya kiatu cha mfungaji bora so, cha La Liga msimu huu. So unaona kabisa Kylian Mbappe msimu huu kiatu cha mfungaji bora ni cha kwake bila wasiwasi wasi kabisa, kwa sababu kufunga magoli sita si jambo dogo. Moja ya matukio ambayo mashabiki wa Real Madrid hawawezi kuyasahau kabisa katika maisha yao ya ushabiki wa soka basi ni matukio mawili ambayo yametokea katika ligi kuu ya nchini Uhispania, katika mechi kati ya Real Madrid dhidi ya Real Sociedad, Real Madrid wakibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri. Eh, Kylian Mbappe akifunga magoli yote mawili. Kylian Mbappe anafikisha jumla ya magoli 31 katika ligi kuu nchini Hispania akiwa ndiye top scorer wa ligi kuu nchini Hispania La Liga Santander kwa sasa. Sasa, katika mchezo ambao uliwakutanisha Real Madrid dhidi ya Real Sociedad kulikuwa na matukio makubwa mawili muhimu kwelikweli, matukio ya kukumbukwa. Ilikuwa ni historical game. Historical game, kwelikweli kwa sababu leo tumeshuhudia Magwiji wawili wa klabu ya Real Madrid wakiagwa rasmi. Gwiji mmoja ni kocha, gwiji mwingine ni mchezaji. Mchezaji Luka Modric nyota wa klabu ya Real Madrid ambaye amechukua UEFA sita akiwa na klabu ya Real Madrid, ameitumikia klabu hiyo kwa miaka kumi na tatu mpaka sasa, ameweza kuagwa rasmi kabisa na wachezaji na mashabiki wa klabu ya Real Madrid. Marijend walikuwepo kama akina Tom Cruise , walikuwepo Marijend wengi kweli kweli kwa ajili ya kumwaga Luka Modric. Lakini ukiachana na Luka Modric, ameagwa pia kocha akichukua UEFA tano akiwa na klabu ya Real Madrid, ameweza kuagwa rasmi leo katika klabu ya Real Madrid, bwana Don Carlo, Carlo Ancelotti ambaye anatarajiwa kujiunga na timu ya taifa ya Brazil. So imekuwa ni siku fulani hivi ya kukumbukwa kweli kweli kwa mashabiki wa Real Madrid, lakini pia kwa mashabiki wa soka kwa ujumla. So ni tukio gani ambalo kiupande wako utalikumbuka zaidi kati ya tukio la kumwaga kocha Carlo Ancelotti na tukio la kumwaga mchezaji Luka Modric? Drop your comment hapo kwenye comment. Hii hapa ni super trophy ya Dino Television. Endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Klabu ya Yanga imemwaga rasmi aliyekuwa mchezaji wao Stefan Azizki. Kupitia katika ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Yanga, wamethibitisha kumwaga Stefan Azizki kwa kuposti posti hii ambayo inamwonyesha Stefan Azizki, lakini pia imeandikwa neno thank you Stefan Azizki, lakini pia hata kwenye caption wakaandika thank you Azizki. Hakuishia kuposti tu picha hii ambayo inaonyesha thank you lakini pia wameposti highlight za Stefan Azizkia akiwa anaitumikia klabu ya Yanga na kuandika asante mwananchi. Kuna posti nyingine yatatu tena, wakaposti picha ambazo zinamuonesha Stefan Azizkia akiwa amekaa kwenye bench, nadhani ilikuwa ni ile mechi ya mwisho kabisa, ambayo pia kuna picha ambazo zinaonesha akiwa amevalia beji ya captain. So rasmi sasa Stefan Azizkia sio mchezaji wa klabu ya Yanga na tayari Stefan Azizki ameshajiunga na klabu ya Wydad Athletic Club ya huko nchini Morocco. Yuko tayari, yuko fit na ameanza mazoezi kwa ajili ya Club World Cup ambayo inatarajiwa kuanza tarehe moja Juni, ambapo Wydad Athletic Club wanaanza kucheza na klabu ya Manchester City. So huenda tukamshuhudia Stefan Azizki akikipiga dhidi ya Manchester City hivi karibuni. Drop your comment hapo kwenye comment, taarifa hii umepokeaje? Hapa ni Supa Trov ya, ya Dino wa Television. Endelea kutofollow kutofolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.